Zinatoka juu, zinapitia katikati, zinapotea. Mimi nataka kuambia Wakenya kwamba tuko na kabila mbili peke yake hii Kenya, kabila ya maskini na kabila ya tajiri peke yake. Wakati tutaungana hivyo hivyo hivyo, ndo tutapiga kura yetu na hivyo ndo tutapeleka watu nyumbani. Kabila ya maskini ni hii, ni wapiga kura. Kabila ya tajiri ni hao jamaa wenye wanakaa kule Runda kule Kare. Kileleshwa, wale jamaa ambao tunapigia kura wale jamaa wakuji kutusaidia leo hii. Mr Speaker, kuna issue ambayo tunaleta katika kwenye hii floor ya kwamba we should uh, we should discuss the issues that affect the common mwananchi we stand here to defend everyone. Saa hizi wakulima kule Bungoma wanalia. Kuna jamaa ambayo anaitwa Rai. Mr Speaker, wacha nikwambie ya kwamba nimeenda shule wakati nilikuwa shule nilikuwa napelekwa school fees ilikuwa nalipwa na pesa ya miwa. Mama yangu alikuwa anauza mboga in a very small village called Kamkuywa and in a small town called Kimilili, alikuwa anapeleka mboga napata pocket money na mza anapeleka miwa kule Nzoya ndio nikaweza kupata school fees niende shule. Mr. Speaker, kuna jamaa ambayo anaitwa Rai. Mimi nashangaa huyu Rai. Shida yake ni nini? Mimi nataka kuuliza serikali, kuna madeni pale, pale Nzoia, hiyo madeni wakulima zai wanalalamika, pesa yao ya ritayo, wafanyi wafanyikazi hawajaipewa marupurupu, watu wapewi, wakulima wamepeleka miwa hawajawahi lipwa pesa zao miaka na miaka, watoto wao ko shuleni, watoto wao ko katika hospitali, jamii yao inahangaika. Mr. Speaker, nataka kusema ya kwamba We should be serious with the issues affecting this country. This country we should think in a proper way so that we make things straight. Mr. Speaker, mimi nataka